Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimeanza kuibua mjadala huko mtandaoni, bwana, ni kuhusiana na issue ya Diamond Platinumz. Ameanza kulinganishwa katika show ambayo ameifanya kule Uh, kule Marekani katika tamasha la Hot Summer Jam ambapo uh, ambapo tamasha hili limefanyika kule New Jersey uh, nchini huko Marekani. Tunafahamu kwamba kutoka ta, kutoka Afrika uh, sio Tanzania, kutoka Afrika bwana, ni kwamba wasanii watatu ndio waliowakilisha bara hili la Afrika, na katika hao wasanii watatu bwana, ni ukichana na Diamond kutoka Tanzania uh, alikuwepo pia Asake pamoja na Era Star kutoka Nigeria. Sasa basi, show za wasanii hawa watatu ni kwamba watu wameanza kuzikompea Eh, kuzishindanisha kwamba je, ni nani ambaye amefanya show kali zaidi kati ya Diamond Asake, na Ira Star. Kuna wadau wanasema kwamba Asake, show yake haikuwa mbaya sana, alafu Ira Star ilikuwa boring, yani ilikuwa inaboa kabisa, yani imepoza sana kwa sababu Ira Star aliperform peke yake bila kuwa na backup dancers wala nini, na of course tuliona hata vibe alikuwa alikuwa juu hivyo kama the way ambavyo watu wanavyo wa aliofanya Diamond Platinumz, bwana imeonekana kwamba ni show kali zaidi kutokana na kwamba kama unavyoelewa kwamba Diamond ni mtu wa kupania. Diamond amelishambulia jukwaa to the maximum, yani hakupoa hakupooza hakuboa hata kidogo. E bwana, Diamond amefanya show ambayo watu wengi sana wameacha e, imekuwa kama kumbukumbu kumbu, na hata yeye mwenyewe pia e, wakati anafanya interview kabla ya show hiyo aliojiwa na TMZ akaulizwa kwamba E, unataka ufanye nini siku ya kesho yake yani, ambapo ndo ilikuwa siku ya hilo tamasha la Hot 97 Hot Summer Jam huko eh, Marekani. So kwa mujibu wa interview Diamond Platnumz alieleza kabisa kwamba ametumia almost dola laki mbili na nusu ameunza sana kama milioni mia sita sitini na tatu hivi za Kitanzania kwa ajili tu ya mavazi ya kwake yeye dancers kuwalipa na gharama nyingine zote ambazo alikuwa ameziinvest kwa ajili ya show hiyo moja tu. Kwayo, kwa hiyo it means kwamba alikuwa ameamua kusacrifice kiasi hicho kikubwa cha fedha ili mradi tu afanye show ambayo itakuwa iconic na watu wataikumbuka kwa muda mrefu na hicho kweli ndicho alichokifanya. Maneno ambayo ameyazungumza Diamond ameya backup na vitendo ambavyo amevifanya on stage. Kwa hiyo hapa, bwana, kuna page mbalimbali mbali ambazo zimekuja kuzungumzia hilo swala. Kwa mfano, kuna page hapa ameandika kwamba nani alitisha zaidi kwenye show kati ya wasanii hawa watatu, Asake, Diamond, na Ayra Starr. Alafu akaandika Umbe, bwana, hawa ni miongoni mwa baadhi ya wasanii kutoka Afrika waliotuwakilisha kwenye tamasha la Summer Jam usiku wa kuamkia jana huko Marekani. Sisi tumeona kwamba Diamond amefanya vizuri zaidi, je wadau mna maoni gani? Ambapo hapa wadau mbalimbali wamekuja of course kuweka maoni yao katika comment section. Huyu hapa ameandika kwamba bwana, watu hawatumii nguvu kwenye stage, wasanii wanaenda na madansa kibao. Kuna mtu ameandika hivyo kama vile kumock Diamond. Huyu hapa Kevin Platinum anasema kwamba bwana, Asake alijitahidi ila akaambulia eh, patupu Biggie. Diamond Platinumz amefanya makubwa kiukweli tuliona si wenyewe. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana huyu naye performance ameperform nyimbo yake ya zamani. Tumuona bwana Diamond ni kiboko sana hii dunia, yaani kwenye swala la performance yuko vizuri, japokuwa hit song ni moja yuko nayo. Kwa mtu mwingine anaandika hapa, bwana Diamond bado anapiga kelele kwenye mike, sauti yake bado sauti sauti yake ni nzuri mno, hasa ukitumia ile ya kwenye ya kwenye mdogo mdogo. Na nenda kamwambie, ukisikiliza kwenye live unaona kabisa kwamba bado anapiga kelele anafokea Mike. Kuna mtu hapa amekuja kutoa baadhi ya dosari za Diamond Platinums kwenye show hiyo. Lakini ukiachana na hilo, wadau mbalimbali kama vile hapa haja haja bwana, yeye amekuja ameandika ujumbe hapa kuhusiana na show hiyo ya Diamond Platinums, au vi bwana kwamba ameona kwamba amefanya kitu kikubwa sana katika hiyo performance ambayo ameifanya pale New Jersey nchini Marekani. Umeona bwana, lakini ukiacha na hilo pia, nataka hapa nikuelezee kitu ambacho baba Levo mwenyewe alichokizungumza bwana. Baba Levo naye pia alikuwa na yakwake. Ameposti, amepatanisha jinsi ambavyo watu walivompokea Diamond Platinumz katika show kule New Jersey Marekani, katika hilo tamasha. Alafu pia vilevile, akaweka maoni yake pale, kwamba jinsi gani ambavyo yeye alivyoichukulia ile ile show ya Diamond kule. Eh? kule Marekani. So hapa nataka nikusomea hapa ujumbe wa Baba Levo alichokiandika. Baba Levo ameandika kwamba jana nimeshuhudia Asake na Aira Star wakiadabishwa na lukuga kwenye stage. Hicho ndo kitu ambacho amekizungumza Baba Levo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Alafu hapa chini akaelezea vizuri tu kwamba kwa mara ya kwanza kabisa nimeshuhudia Diamond Platinumz akitumia mbinu tano kwa mpigo juu ya stage. Alitumia nguvu, akili, ujuzi, mitego na ujanja <laughs> maneno hayo ambayo ameandika. Na Baba Levo anasema kwamba Diamond alitumia mbinu tano tofauti akiwa yuko jukwani, lakini pia akaendelea kusema kwamba bwana wa Nigeria walihangaika sana na stage ya Sama Jam USA. Uh, ukiangalia tu hapo utaona jinsi gani ambavyo Diamond alivyowatupa chali na alivyowazidi kete kwenye swala zima la performance katika hiyo show. So hayo ni maneno ya Baba Levo, ambapo tunafahamu kabisa kwamba watu wengi sana watasema kwamba bwana Baba Levo, bwana lazima aseme hivyo kwa sababu Diamond ni shabiki yake. Sasa pia nataka nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza hapa chini kuhusiana na vitu hivyo hivyo vya performance ambayo ameifanya Diamond Platinumz kule Marekani katika show hiyo ya Summer Jam, Hot Summer Jam ambayo imefanyika siku ya juzi. So hapa moja kwa moja nataka ni check baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kwenye baada ya, baada ya Baba Levo kuzungumza hicho alichokizungumza. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba sasa Diamond alienda kudansi jukwaani, wengine walienda kuimba watu ili wasikilize voko. Umeona bwana kwa eh? Mtu mwingine bwana, kumbe <laughs> kumbe Diamond anaonekana waajabu sana huko Duniani. Kwa bwana, yani mpaka waseme na watasema. Kiukweli raundi hii baba piga kwenye kiuno, kichwa mvilingo, anapumua kwa mbali. Usiharibie, usiharibu jina la huyo binti aitwa Aira Star, anaitwa Aira Star. Kuwa na heshima na majina makubwa bwana, kila ndage bado ana safari ndefu sana, kuja kumfikia huyu jamaa alukuga alipofika, kwa sababu kwamba bwana simba ni kitu kikubwa sana. e, anaunguruma popote kwa mtu. Umesema kwamba bwana Mick Mill mwenyewe pia vile vile hakuwa kwenye orodha ya watakao perform na, ku, na kaua show kuliko mtu yoyote yule. Acha mitekenyo tumbo, kuna mtu ameandika hivyo. So hayo ni maoni bwana. Na wewe pia ukiwa kama mdau, hebu tuambie, tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Unazungumziaje issue ya show ya Diamond Platnumz, ukilinganisha na show za wasanii wengine ambao tumewaona wamefanya, hususani hawa kutoka huku Afrika kama vile Era Star pamoja na Asake. Weka maoni yako, tutakuwa tukisoma na kuriplay, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update.